Ndugu wanahabari, tumeitana hapa kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma juu ya tukio la mauaji ya Bi Yokebeti Filipo Sindila miaka 29 yaliyotokea siku ya tarehe ishirini mwezi wa 6 2025 majira ya saa 4 usiku huko eneo la Mnarani, Mji Mwema katika mji wa Njombe. Napenda kuutaarifu taarifu umma kwamba mnamo tarehe ishirini mwezi wa sita ishirini ishirini na tano majira ya saa 4 usiku huko eneo la Mnalani katika kata ya Mji Mwema Biyokabiti Filipo Sindila miaka 29, mbena huyu ni kondakta wa mabasi ya Kalubandika alikutwa akiwa ameuawa kwa kupigwa na kitu kizito kwenye paji la uso. Katika tukio hili Jeshi la polisi tunaendelea na uchunguzi wa tukio hili, na kama kuna taarifa zozote kutoka kwa wananchi juu ya tukio hili au mtu aliyetenda tukio hili, tunaomba ushirikiano ili kuweza kumkamata mtuhumiwa na kuweza kumfikisha katika vyombo vya sheria. Vilevile tunapenda kutoa wito kwamba watu wote ambao wanatenda uhalifu Wasione kwamba wako salama. Jeshi la polisi tunaendelea na doria kali kuhakikisha kwamba hakuna uhalifu katika mji wetu wa Njombe, na yeyote atakayebainika kutenda matukio ya kihalifu, basi sheria itachukua mkondo wake.